Haya ndugu zangu, so kuhusu hii content ya Jumanara hizi voice note, i think nimeona kuna watu wameona kwamba nina roho mbaya, kwamba labda nimemwharibia, yaani sehemu kubwa ya maisha yake, sehemu kubwa ya kipato chake, nimemwharibia kwa zile content. Unajua mimi mara nyingi sifanyagi kitu without a reason. The situation nami na mina Manara ni kwamba tu yeye hakufanikiwa kuniharibia mimi kipato changu, kunifungia mimi ape yangu, hakufanikiwa eh. Yaani ni kwamba yeye ndo alijaribu kuni kuniharibia kipato changu, kuniharibia maisha yangu eh. Kuhakikisha siwezi kulea watoto wangu kabla yangu mimi. Je, na maanisha nini? Mwaka jana Haji aliwahi kunifata DM akanipa vitisho vya kutosha, akaniambia sio si, si unakuja Marekani, tunakuja Marekani tutakunyosha, utapoteza kila kitu. Unaona mi sikuchukulia serious, nikaona huyu atanifanya nini? Unaona nikawambia, karibu. After some time Akanifata mtu wao huko, akanifata akambe, hivi Mange, hivi unajua kwamba Haji anamjaza anam, anam, Diamond kishenzi aje akufungulia kesi Marekani, akusuu achukue kila kitu na hapo ifungwe, kwa sababu yeye kashindwa, kwa sababu yeye hana hela ya, ku, ya, ya kuja Marekani na kukusuu wewe. Yeye hana hela kuendesha kesi Marekani kwa hiyo anamjaza Diamond afanye. Mimi sikuchukulia serious you know, kwa sababu pia hakuwa na evidence. Kwa hiyo mimi nikapoteza, nikajua tu maneno, hakuna kitu, hakuna kitu hmm. kumbe, kumbe shuko serious! mwaka jana, mwezi wa nane, siyo mwezi wa saba ile eh? Diamond ali ali, haya mwana sheria mkubwa kampuni kubwa sio kampuni ya kijinga jinga, yani kiasi kwamba mwenyewe... <laughs> nimepokea zile document kwanza, nimesoma ile law firm, nimegoogle nikamsoma yule mwanasheria l sign alichukua ile kesi, akili kanikaa sawa, mwenyewe ni vile tu, na mimi sasa hivi niko kwenye position ya kuwa na hela ya kupambana na kesi, unaona. Diamond alienda kwa bonge la law firm hapa Marekani, bonge la attorney. So ikanibidi mimi nikasema, huyu kaenda kwa huyu attorney mkubwa hivi sita, inabidi mimi niende kwa law firm kubwa zaidi ya hii, ala nitafute lawyer mkubwa zaidi, kwa sababu Marekani bwana, kesi Marekani unaweza ukawa na kesi nzuri ya kushinda, ila kama una lawyer mbovu unashindwa au unaweza ukawa una kesi very weak kwamba wewe unaenda kushindwa ile kesi, yaani kesi uchomoki, lakini ukiweka law ya maana kesi inapanguliwa dakika mbili. Kwa hiyo nikajiambia hapa niacho upare. Na mimi niende kwa mwanasheria mkubwa zaidi yake yeye ili tukapambane vizuri. Kuingia tu pale wewe, aje Manara mimi ni cost wewe. kuingia tu pale kumuona yule mwanasheria kuingia ile ile ile tu consultation kwenda naye na yale madocument maki Diamond nilitumia madocument hapo, hivi kesi kila posti niliwahi kumwandika Diamond ili, ili, ilikuwa filed pale kila, yani kila posti. Alafu sasa sio Diamond peke yake, yani kama Juma Manara alivyo niambia tunakuja, Diamond alikusanya watu alim, add kwenye ile kesi, Profesa Jay dada yake yule Esma, yeye mwenyewe Diamond na kukuwa kuna kijana mwingine hivi sijui nani, ah, simkumbuki. Walikuwa watu kama wanne wako represented na hiyo na hiyo law firm, ili kesi iwe kubwa, yani kama wananiambia wana, tunakuja cool, yeah, tutachukua kila kitu, ndio diamond alichofanya kesi iwe kubwa. Kwa hiyo mimi nimeenda ile kuingia consultation na faili liko hivi ma vitu yote ila kuandika maombea yote laa kuandika kuhusu wao watu wanne yote, alafu wame... yani, ya... faili liko hivi. Kwa hiyo ile kuingia tu pale mlangoni kwenye ile law firm, dola elfu tano. yeah. Bado wajachukua kesi, dola elfu tano kuingia na... yani, kwa tu pale yani kuonesha tu na hii issue na hii issue tunafanyaje? Nimeingia pale lawyer akapitia yale madocument pale dakika mbili. Hmm? kwanza document zenyewe. <laughs> Damsio alifanya ubahili, hiyo law firm yenyewe document zote wamezitranslate kwa Google Translate. Yani hawakupeleka kwa zile kampuni special za kufanya translation za lugha ligo, ligo, yaani uh, kufanya translation ya lugha vizuri. Wamefanya translation ya kila kitu Google Translate kwa hiyo kwanza Kiingereza kibaya, broken, vitu vingine havieleweki. Kwa hiyo yani walileta two sets, post zote ambazo nimeandika kwa Kiswahili na zile ambazo wamezitranslate kwa Google Translate. Kwa hiyo nimeenda pale kwa loya, loya kwanza ana, anaangalia zile eh, kazipitia tu zile za Google Translate dakika mbili, kazipitia zile kwanza, akasema kazipitia akaangalia hii ndio kesi wanakuletea? Hmm, anambia awa hawana kesi, hakuna kesi, hii kesi tunaipangua dakika mbili, tuna dismiss dakika mbili, na hata mahakama ikikataa ku dismiss tunamshinda huu dakika mbili. Lakini kesi itakukosti sana, awali fee ya loya dola elfu moja na ushuzi hiyo kampuni awali, awali fee. lakini kesi tutashinda sasa. Wewe uwache ubaili kwa sababu kesi tutashinda huyu Diamond atarudisha hela yote ambayo utatumia sisi kutulipa. Mahakama itamwamuru alipe hiyo pesa yote utakaospend wewe. Kwa hiyo wewe spend hela ile itarudi. Diamond atalipa. Sisi cha kwanza tupika pale Magwani kwanza tunamuomba jaji kwamba huyu sio Marekani. Kwa hiyo sisi tukishinda kesi hapa hatuna jinsi ya kupata hela. Tunaomba kwanza awekeze hapa Marekani dola laki fulani ili sisi tukishinda tupate hela yetu maana yeye akishinda huyu Mange kila kitu kiko Marekani, ana jinsi ya kukipata. Sisi tunapataje vitu vyake huko Tanzania? Aweke kwanza hapa mahakamani kiasi fulani, ili hela kesi akishinda, na sisi tuna jinsi ya kupata hela yetu e. Sasa e, kwa hiyo loya kanaambia, kwa sababu Diamond alinipa siku kumi na nne, kama sitaki aende mahakamani anipeleke mahakamani, um, completely kama sita yake nipeke mahakamani, aliniambia nifanye vitu sijui vitatu vinne. Cha kwanza nifute kila kitu, nchoe kumwandika kwenye social media yote, nifute kila kitu na kwenye api yangu nifute. Baada ya kufuta, niandike posti kwenye app social media account zangu zote na kwenye app yangu, niandike kwamba habari zote nizoe kuandika juu ya Damo na hawa watu wote hapa, niliandika uongo, niliwasingizia niliwachafua naomba msamaha, naomba msm msamaha, eh, na sitoka niwaandike tena eh, na sitorudia kosa. Ndio Diamond alichotaka nifanye kama, kama sitaki anipeleke mahakamani na aje kunichukulia vile vyangu, nifanye hiyo kazi. Kwa hiyo yule leo anaangalia, ananiambia bwana, hii kesi unashinda, tatizo ni kwamba itakukosa sasa hivi hela zako, huyu Diamond atakurudishia baadaye, maana tutampiga hii kesi, ita, ita sasa hivi, zako, Diamond, maana, tutashinda sisi tunakushauri, lakini mwisho wa siku kesi hii ni ya kwako shi, yani lolote inaweza kutokea. Wewe amua, unataka kumwomba huyu msamaha ili ya mambo yaishe, au unataka kwenda kupambana naye mahakamani. Hiyo sikufikiria dakika mbili, nimwambie yule loya, mimi ni Mpare, sisi tunaombiwa kesi. hey. ach hey. Yani sahivi <laughs> Iy yeah, apu kazi yote nitawafanyia nyie kwa lipo ili tushinde kesi. Kaambia nikishaomba huyu msamaha, nije pale niseme jamani, nili nilimsemea Diamond wongo, nilimsemea Esma wongo, iishu ya Profesa Jay. Profesa Jay nasi ndo anatafuta hela za nanii za urithi wa kuachia familia yake, ndugu zangu, ndo nataka aje zipatie kwenye hapo sijui. Unaona, nikamwambia loya, mimi ni Mpare, aumbwi mtu msamaa. Ntatembea peku kwanza, ntauza yani nta, hey. Mpaka nikaingia mkataba. Eh? Nikaingia <laughs> yani, mkataba yani, sikuingia mkataba yani kwamba, tukakubaliana kwamba yani, kama kesi ikienda huko nitaapa, eh, mapato yangu kiasi fulani every month, kwa sababu hatuli kesi itaenda for long, mapato ya so, kwa safa kiasi fulani nitalipa lofa yani, nilikuwa tayari niende to tuto na Diamond mahakamani mpaka wote wawili tufilisike kulipa haya, ma, haya makampuni makubwa yaloo wote tufilisike, tuwalipe tuwalipe, mpaka kaunti ziwe nyeupe, lakini siombi msamaha. Yani nilikuwa nasema Haji Manara na Diamond ndo anishinde mimi. Sasa nyie, ambao leo mtu unaweza kuona mimi nina roho mbaya, Haji Manara alikuwa ananimaliza, alikuwa anafunga hapo mwaka jana. Ni vile tu bahati Diamond kaja kanikuta kipindi na mimi nahela ya kupambana hey, kwa sababu ningeipata ile barua kwa lofe meloenda ni nikubwa ningekuwa sina hela, kupambana ningefanyaje? Maana nisingeweza kupambana letterhead tu la ile kampuni kwa pale unatetemeka. So guys, mnayemwonea huyo huruma mjue kwamba leo hii kungekuwa hakuna app ya umbea kama Haji Manara angefanikiwa, ningekuwa sipo. Hmm? Kwa hiyo nilivyomwambia la yangu niko tayari kupambana, siombe msamaha, kanambia kama umeamua hivyo, basi wewe tulia, kaa kimya, tusijibu hii mibarua yao kwanza, tusiwajibu hii mibarua yao tusiwajibu. Kwanza ametutumia document Kiingereza cha Google Translate, hatuelewi chochote, hatujaelewa chochote. Kwa hiyo cha kwanza kesi tutaomba mahakama hizi document zote wakazitranslate kwa, kwa kampuni zinazoeleweka tusomi kitu hizi eh? wanafanya eh, document, document, document, dola, dola proper English. Ndio maana wewe kama umeamua ume unaitaka hii kesi, kaa kima, tulia, sababu umekupa wiki mbili. Wiki mbili wewe tukae kimya, hizo wiki mbili tusubiri watuletee watuletee lasuti ya mahakamani, tujue tunaweza kupambana ile sisi, sababu umesha toa hichi kidola elfu tano chako cha kwanza hapa. Hey, sisi tuko standby hey, wa, na wakileta kweli, tutakwambia uongeze like la kiasi fulani, kwahiyo wewe, sasa hivi subiri, hey. na na, yani mchezo wa kwanza akaniambia, kwanza hapa Marekani kuna sheria ya nimesahau jina, ambayo yani, ukimsuu mtu yani, kwa defamation, kuna hiyo law ambayo huyo mtu unayemsuu anaweza yeye akakukounter suu kwa kwa kuingilia uhuru wake wa kuongelea, akaniambia. Kwa hiyo tuta, yani, sisi kwanza tutaiomba mahakama tuanze kusikiliza kesi yetu ya kuingilia uhuru wako eh. Ili mahakama kwanza kwa iamue, je uhuru wako wa kuongea hapa umeingiliwa au hujaingiliwa. Tukimshinda hiyo kesi yetu, hii kesi yake iko nje tayari eh. Au yani, tukimshinda hiyo kesi tayari, we anakulipa fidia, anakulipa fidia ya kuingilia uhuru wako, afu kesi yake ndo itasikilizwa. Kwa hiyo mnaweza mkajikuta we umeshinda kesi yakaambua kulipa mahela na hata kama wewe ukija kushi, kushindwa ile kesi defamation, kwa sababu naye ameshashindwa ile kesi ya kwanza, zika offset. Hakuna na, na don't care, I don't care. Manara alikuwa tayari kunimaliza, alikuwa tayari kunimaliza mimi. <gibu> Na e, najua sasa hivi ataanza mtu yakuja kuni kuf, kufunga kufunga hapo na watu waniweza, sababu na mimi mwenyewe sasa hivi tajiri kudadeke, na uwezo wa kuhaya maloya wa a thousand over a thousand dollars hourly charge. Oh, there's nothing you can do to me. nimema